Maafisa wa Korea Kaskazini jana Jumatatu walisema hadhi ya nchi hiyo kama taifa la nyuklia imekuwa kitendawili kisichokuwa na majibu licha ya juhudi za nchi za magharibi kujaribu kusitisha utengenezaji wa silaha hizo. Kulingana na vyombo vya habari vya serikali, msimamo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea Kaskazini kama taifa la silaha za nyuklia, ambao umeainishwa katika sheria kuu na za kimsingi za serikali, umekuwa usioweza kutenduliwa. Ujumbe wa kudumu wa Korea Kaskazini katika Umoja wa Mataifa ulisema katika taarifa yake ya vyombo vya habari kuwa wakala wa kimataifa wa nishati ya atomic hana haki ya kisheria na uhalali wa kimaadili kuingilia kile ambacho Korea Kaskazini inakichukulia kama mambo yake ya ndani. Taarifa ya ujumbe huo kwa vyombo vya habari imesema kauli hiyo ya jana Jumatatu ilikuwa moja ya kadhia kadhaa zinazopingwa na Marekani, kwani ujumbe uliotolewa na Korea Kaskazini ulikuwa kufuatia uzinduzi wa Freedom Age 25, mazoezi ya pamoja ya kijeshi yaliyofanywa na Marekani, Korea Kaskazini na Japan karibu na kisiwa cha Jeju nchini Korea Kusini, ambapo mazoezi hayo yameratibiwa kuendelea hadi Septemba 19. Park Jong-chong wa Korea Kaskazini, makamu mwenyekiti wa tume kuu ya kijeshi, Jumapili ya tarehe 14 Septemba 2025, alinukuliwa akisema kwamba mazoezi hayo ya kijeshi yanatoa changamoto kubwa kwa maslahi ya usalama wa taifa letu na hatari kubwa ya kudhoofisha utulivu wa kikanda, hali inayoweza kuchangia kuongezeka kwa mvutano wa kijeshi, alihitimisha. Mamlaka ya siri jana Jumatatu ilishutumu Marekani kwa kukiuka wajibu wake wa kuzuia kuenea kwa nyuklia. Marekani imekithiri katika kutoa vitisho juu ya utengenezaji wa nyuklia ili hali yeye ndiye chanzo, hivyo kadri ya siku zinavyosonga mataifa yanashtuka na, na muungano wa utengenezaji wa nyuklia unaongezeka Marekani imekithili katika kutoa vitisho juu ya utengenezaji wa nyuklia ilhali hali yeye ndiye chanzo. Hivyo, kadri ya siku zinavyosonga, mataifa yanashtuka na muungano wa utengenezaji wa nyuklia unaongezeka, na hii inapelekea Marekani kukata tamaa juu ya vitisho vyake inavyotoa, maafisa wa Korea Kaskazini walisema Jumatatu. Mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Gross mapema mwezi huu alisema kuwa mipango ya maendeleo ya nyuklia Korea Kaskazini kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa maazimisho ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.